Na kama wanazitambua uh, kuna namna yoyote ambayo tunaona tupo kwenye position ya kuzirasmisha. Kwa hiyo tukianza kwanza hapo kwenye kuzitambua uh, kwanza kabisa nadhani tuzungumze matengenezo ya sheria za udhibiti wa matumizi ya sarafu digitali labda kwenye nchi yetu uh, from my perspective, kule kile ninachokielewa ni kwamba duniani vitu vingi sana katika nchi tofauti tofauti huwa ni innovation za wananchi wananchi husika mm. Ukishafanya innovation, viongozi katika sekta tofauti tofauti kazi yao ni ku moderate. And there is no way leo hii utakaa serikali hii inasema kwamba jamani, tenzeni magari, tumieni teknolojia hii nyinyi, yani kwamba wao wao ndio wanatoa direction ya innovation, ni kitu ambacho hakiwezekani. Wanasubiri mfanye innovation. Ile innovation ikiwa na impact, kwa sababu sometimes unaweza uka, ukafikiria idea na isifanye kazi. Sasa utatengeneza sheria ngapi, ukiwa unategemea idea fulani inaweza kaenda into practice, alafu ikawa ina fail, unabadilisha tena sheria, kwa sababu mlongo wa kutengeneza sheria ni mrefu mle, sio rahisi kama ninavyofikiria yes. Fikiria. kwa hiyo kuna mlongo mrefu sana kutengeneza sheria, kwa hiyo innovation is fast, unaweza ukatengeneza kitu kajua kaza hapa mmm, hiki hakiwezekani ngoja ni modify tena, kwa hiyo ndio maana unakuta sisi tunafanya innovation after doing our innovations mm-hmm. Tunakuja tuna, kwenye tuna, ngo sasa ya kuangalia impact kwenye jamii ya hiyo innovation ambayo umeifanya impact ikiwa kubwa sana, serikali ndio inafanya analysis into practice kabisa, kwamba waone okay, hii innovation ina faida gani na ina changamoto gani. Wakishaona into detail, ndio wanaenda ku create regulation na policies ambazo ziko realistic na jinsi ambavyo hiyo innovation inaenda kuimpact maisha ya watu, wanatengeneza sheria za udhibiti, kujua wapi wanaruhusu na wapi hawaruhusu, ili kuwa na proper use ya hiyo innovation, kwa sababu we all know innovation yoyote inaungana na side mbili, positive na, na negative. Sasa lengo la kuweka udhibiti, maanake ni kujaribu kuweka mazingira salama, especially ku protect consumers wana, wanatumia ile product, lakini pia kulinda maslahi ya nchi. Yes. Yeah. Yani hicho ni kitu ambacho huwezi, kwa sababu watu wengine wakasikia sema, aa, hapa serikali wanataka kodi. Sasa kama kila mtu akiamua kujifanya anavyojisikia, do you think tutakuwa na nchi? Oh. Tax is something that we are obligated to pay. Yani ni kitu ambacho huwezi kukwepa. Mm -hmm. Ili mambo mengine yote yafanyike, hospitali zijengwe na kila like kitu, mm -hmm. Lazima tulipe kodi. Mm -hmm. Kwa hiyo you cannot deny that, si ndiyo? Mm -hmm. Kwa hiyo with this perspective kwamba innovation ndio inaanza alafu regulations na zinatengenezwa baada ya kufanya due diligence na analysis hmm, za kutosha na ku evaluate impact ya innovation kwa jamii, then ndo sasa, kitu kingine lazima uende into field, uangalie. Alafu, baada ya hapo, kingine, lazima uangalie impact. We uwezo ukasema unatengeneza sheria kwa sababu ya watu labda 65 million people, itakuwa ni kitu cha ajabu. You need to see it inaleta impact kwa watu ambao ni reasonable number of percent of the community, ndio unasema okay now we can create the law, kwa sababu ukiona reasonable number manake, unakuwa kwa namna moja au nyingine tayari una sample space za level tofauti za uelewa, jinsi ambavyo ile innovation ina impact, then unatengeneza sheria watu wa 50 naanza wote ni, wae, ni wa, wana exposure mm -hmm. Alafu wale ubaki hawa ni exposure, ukitengeneza sheria kuangalia wenye exposure, kesho anakuja atambua na less exposure kuliko hawa, inaenda kuwatengenezea kitu ambacho ni cha tofauti, inakuwa tena ile sheria haiko effective. Unaona sasa mm -hmm. Eh, hiyo ndio mimi nilichokuwa na kiona kwenye upande wa sheria. Kwa hiyo unakuta watu wengi sana wanasema BOT wanachelewa, sijui itakiwa waruhusu cryptocurrencies and all that. I think BOT wanatumia kitu kinaitwa cautious approach kwenye ku regulate na kuendesha vitu. Kwa sababu okay, leo hii ungekuta wame, wame, wame wakisema tunaruhusu au wa wate. Tunaona Central Africa makosa ambayo wanafanya, tumeona Argentina rais makosa liwafanya watu wanapigwa hela kwa sababu ya posti ya rais kupitia cryptocurrencies. Sasa kwenye nchi ambayo ina watu wenye uelewa mdogo kama Tanzania. Majority. Like like. Ndio. Yes, exposure hmm, ni ndogo sana. Ukisema uende kwa ku create innovation speed kuliko kuangalia watu, unaweza ukatengeneza bonge moja la bomu, kwa sababu as we are speaking right now, tukisema tufanye research, nadhani wewe mwenyewe unaona gawa na kuja hapa. Ukisema watu wanafanya investment kwenye cryptocurrencies, unakuta 99% wana invest kwenye ponzi schemes, sio cryptocurrencies, sio cryptocurrencies. Yes, ila wanatumia crypto kama njia ya malipo. Unakuta mtu alinvest sijui D9, sijui nini. Yeah, even now. Sasa nakumbuka tulikuwa tunaanza, mm. tuliingiza, tuliambia ndio biashara za cryptocurrencies <laughs> lakini baadaye, baada ya kujua unakuja, ah, mm, ee sio, e sio hey, kwa sababu unakuta mm. sijui D9, LBL, sijui Kalinda mm. haya yote ni maponzi scheme, ile njia za malipo zimetofautiana. D9 wanatumia crypto mm -hmm. LBL sio wanatumia uh, hizi mm -hmm. mpesa, sweet govesa na dalika, eh, Kalinda the same thing mm -hmm. lakini essence ya kule ambapo pesa zinaenda is it a business? it's not kwa sababu ukisema unafanya biashara ya cryptocurrency maana yake it's either unanunua crypto na kuzitunza kwa buy and hold, au unafanya staking, unafanya yield farming, unafanya flash loans mm -hmm. eh unafanya mm -hmm. yield farming mm -hmm. na trade mm -hmm. yani there are so many activities ambazo unaweza kusema now you are doing something into crypto mm -hmm. industry au crypto market mm -hmm. lakini, unless otherwise, you are not doing crypto. Sasa ukifanya research utagundua kwamba watu wengi hawafanyi investment in crypto, na kwa sababu notion ya watu wengi ilikuwa tunaingia kwenye cryptocurrencies, kuna utajiri wa mara moja, kwa hiyo watu wana force hadi uongo ili mad tu kujustify ile taarifa. Ile tunasema kwenye, kwenye, kwenye uchumi tunasema kile kinaitwa anchoring bias. Yaani ile taarifa ambayo ulipata mara ya kwanza wakati una engage na kitu fulani, unakuwa unangangania hata kama ni uongo. That is the problem that is existing to most of the community. Tena sio wa Tanzania peke yake. Ni community. We went to Kenya, the same problem. South Africa nimekuwa kule, the same issue. Nigeria nimekuwa kule for almost a month. I saw the same problem. Mm-hmm kwamba watu wanaamini kwamba huku ni utajiri wa mara moja, na kwa sababu mm. mm. watu ambao wanaelekeza ni watu watu ambao wana show off sana, wanawafanya watu waone kwamba ah, kumbe huku pesa zipo. Kwa hiyo akiingia, akielekezwa uhalisia wa crypto, anaona ndio uongo kwamba huku hakuna hela mm. za haraka hivyo mm. there is a time that you need to be patient. There is a low season. Eh, anaona ukiweka hivi unapata hivi, eh, hiyo ndio yenyewe anaenda speed. And, and I think hawa mentors ambao wako very flashy. Yeah. Wanajua kabisa watu wanaokuja kwenye cryptocurrency ni watu ambao wanaamini wanataka hela za haraka, so they sell that to them. Yeah, yani nimeona kuna watu wengi ambao wameaminishwa kwamba bwana, kuna pesa za haraka kuna yeah. pesa za haraka mm. na ikitokeaga, kuna mzee mmoja nilimsikia akasema, ikitokea yani mtu atakampa two times or three times mm. investment yake yeah. ndo anakuwa mfuasi wake, mwanafunzi wake, vile hivi mm. kwa unakuta mtu hataki kujua kwamba hataki kujua ile uhalisia lakini yeah. Kwa kuwa alishapa ile one, one input ambayo aliona ilimpa hela nyingi yeah. Lakini mfano yeah. Two times three times yeah. Yani ndio anakuwa follower wake. Mimi yani uwezi kumwambia kitu, uwezi kumwambia kitu mm, yeah. Lakini kumbe in reality watu ambao wanatengeneza pesa consistent kwenye hii industry mm. Watu ambao wamekuwa very patient, yes. Wanajua muda mzuri wa kununua zaidi ni huu yeah. Natakiwa nikae nitulie sasa nisubirie the market iperform inavyo. Na vyo perform, yes nadhani na, na, na, na, pia kitu kingine cha kuweza kuongezea hapo ni mm, kwamba changamoto kubwa ambayo mimi naiona ni watu kutokuwa na uelewa wa nini maana ya biashara mm. Kwa sababu ukienda kwenye perspective ya kulewa nini maana ya biashara, kwa mfano, when you speak of a company, lazima kuwe na innovation kwa ajili ya ku sell a product ili kupata engagement ya customers, ili kampuni iweze kujenerate nini revenue ili hisa zake ziperform vizuri, si ndio? Mm. Sasa Just think of this. Mtu anakuja anakwambia ukitazama video hapa utalipwa hela. Mhm. Mm kwenye perspective ya kibiashara, what kind of business is that? Is it an advertisement business? If it is yes. Mm -hmm. How would you pay a spectator for mm -hmm. an advertisement? It does not make a sense. Yeah. Kwa sababu sisi tunachojua kwenye biashara ya matangazo ambayo huwa tuna monetize viewership pia. Inatakiwa yule mtu ambaye anafanya lile tangazo litazamwe ndo alipwe. Sio wewe unayetazama. Kwa sababu wewe unayetazama unapewa taarifa ya huduma inayopatikana ili uone kama inakufaa uitumie. Yeah. Lakini sio kwamba utazame ulipwe. Sasa hiyo biashara ya wapi? Sasa unakuta perspective ya kutokuwa na uelewa biashara zinafanyaje kazi ndio inafanya watu wanafika, sasa unaona kwamba labda kwa sababu ni mambo ya blockchain huko ndio hivyo, au kwa sababu ni mambo ya mtandaoni. Yeah. Nakati mtandaoni, unajua watu lazima waelewe digitalization of services of innovation ina play part kwenye implementation na management, lakini kwenye essence ya kibiashara lazima uh, ile economic principle iweze kuwa there. That means there must be a supply and demand. Either of the product or a service. Unaona sasa kama hakuna product na service ambayo ina create demand innovation gani smart contract kwamba imewezesha ujengaji wa different uh, project on top of it, yes, si ndio? mm -hmm. Haya, Ether coin mm -hmm. uh, ina ina play part kama nini, is a backing token ya yeah, ecosystem it's just like a share to the certain company, si ndio? mm -hmm. kwa hiyo performance ya Ethereum project mm -hmm. ndio itafanya pia Ethereum coin ifanyaje, na kwa nini? kwa sababu kuna demand ya service ambayo ameitengeneza mm -hmm. just like leo hii ningetengeneza Uh, Android mm -hmm. operating system nikaruhusu, kama jamani saizi unaweza kutengeneza Microsoft Office nini uka install kwenye Android mm -hmm. Mimi ninavyoitumia Android yangu, mimi napata pesa, Android ina share zake. Ndio sasa tulisema kama Android ingekuwa kama blockchain mm -hmm. ya Ethereum sindio? mm -hmm. inaruhusu application nyingi juu yake, na mimi Android inaruhusu application nyingi juu yake. Android ina shares, Ethereum ina coin yake mm -hmm. It's the simple concept kwamba pale kuna kitu ambacho kina demand na jamii ndio maana Ethereum inatumika na ile engagement Ethereum they charge money mm. by doing so they generate revenue mm. reflection ya revenue performance unaiona wapi? Ingekuwa ni kampuni ya kawaida ungeona kwenye hisa yeah, lakini kwa sababu ni Ethereum ipo kwenye blockchain, unaona kwenye coin yake mm. kwa kama mtu kipata hiyo idea, unakuja kuona kwamba, ah, kumbe ninapokuwa ninanunua hizi coin mm. at some point ni kama nanunua tu hisa mm. na ina maana mimi ninachojua kama mtu akifanya proper investment cryptocurrencies maana yake The biggest challenge ambayo natakiwa i face ni price fluctuation. Yeah, exactly. Lakini habari ya kuamka asubuhi eti kampuni imezima I think is something that does not make sense. Mm. Hakuna duniani hapa kampuni ikawa iko registered na inafanya kazi kwa kutumia maadili vizuri kwa sababu mm. okay, kampuni zikawa registered kisheria lakini kimaadili kawa inafanya tofauti. Lakini okay. Kama imeregistiwa vizuri kisheria mm, na kimaadili kawa iko sawa, hata kama wakifanya makosa wale directors, lazima kuwe na faili ya bankrupt, watu wafanye evaluation, kinachobakia watu walipwe, yeah. Yani uwezo kazima kampuni from now na mka asubuhi kampuni mzima tuchwa, hiyo sio kampuni hiyo kampuni. Kwa ni scam since day one, it's not a company. Hakuna kampuni ambayo waga inafungwa kwa kuzima kama mshumaa, that does not exist. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya watu kuanza kujifunza kwanza biashara na kuna haja ya watu kuweza kuona kwamba cryptocurrency sio ulimwengu wa miujiza kinachobadilika li hapo ni kwamba kwa, okay, kwa mfano previously tulikuwa na simu za mezani unapiga hivi, si ndio, unaongea? Lakini saa hizi kwa sababu kuna Android system ili li simu lote hili limetengenezwa kama ki application, ukibonyeza pale kuna simu ya kuongea na kuna simu ya kuandika namba kama ambavyo lilikuwa hili dude lote. Kulikuwa na calculator tunaishi kuna iandika hivi, kwa sababu ya uwepo wa Android, kale ka calculator ili ni calculator hili limetengenezwa kama ka application na install na unatumia kama unavyotumia hapo. Hiyo ndio evolution ambayo ipo kwenye nini kwenye blockchain, kwamba kuna namna ya projects zinavyokuwa implemented na managed ndio imetofautiana, lakini ile huduma ya mwisho imebadilika? Hapana, haijabadilika. Kwa hiyo there is no way ukafikiri kwamba kwenye cryptocurrency kutakuwa nani na miujiza. Na ndio maana unakuta sasa hivi mtu anafika, kwa mfano, we have this problem ambayo ina satellite size, hawa watu wapai wanasema tu coin moja ni milioni 800, it does not make sense Koini, kwenye project koini ziko zaidi ya ya bilioni mia, bilioni mia, koini moja iwe dola laki tatu. World capitalization yani kwamba vitu vilivyopo duniani saa hizi ambavyo vipo, vipo. Mm, thamani yake ni dola trilioni mia moja ambazo tunaita GDP, ni dola trilioni mia moja na kumi. Marekani inaongoza ikiwa na dola trilioni ishirini na tisa inafuatia na China dola trilioni kumi na nane. Sasa wewe una asset ambayo haina adoption halafu iwe na pesa nyingi kuzidi dunia nzima? Au hiyo pesa inatoka wapi? Yaani sasa hivi nazo unatengenezea, una thamani ya kitu kwa kufanya mazungumzo, mwana hii kitu kia na bei fulani ambacho hakina hata sense kwa sababu bei inaamuliwa na, na na na community yani, yes. Demand na supply ndio itakayoamua. Yes. Na watu wanashinda kuelewa kwamba community inaamua bei hmm. ya kitu kwa kwenda kukipurchase hmm. Ioneshe uh, uh, organic demand hmm. Na kitu kingine ambacho watu hawajui ni kwamba hivi vitu hivi economic assets lazima ziwe na global interaction yani, wewe ukatengeneza kitu hapa tunakifanya Tanzania tu hapa alafu nje ukienda hakina hata connection, ukategemea kwamba kitafanya vizuri kiuchumi haiwezekani. There must be an interconnection, ndio unakuta hata hizo blockchains previously zilikuwa ziko separated, kila blockchain inajifanyia kile, lakini baadaye ikabidi waongeze interoperability layer kwa ajili ya kutengeneza nini? Linkage. Because that's how it works. Leo hii unataka kutengeneza insurance ya labda ya wakulima <mimu> unataka kujenga the whole project kwenye Ethereum, lakini sasa utakuta kuna kitu kina miss, kwa sababu Ethereum is a blockchain ina language yake ambayo inatambua. Ukitaka kutengeneza insurance ya wakulima lazima usome taarifa za hali ya hewa <coughs> na blockchain haina uwezo wa kusoma taarifa za hali ya hewa, utahitaji nini? Oracle. Oracle ni blockchain nyingine hmm. Tayari una integrate blockchain nyingine hapo, kwa hiyo tayari lazima utengeneze uhusiano, si ndio? hmm. Kwa mfano, chaining nadhani vinafanya hiyo kazi. Sasa hivi vitu ni vitu ambavyo natakiwa watu watengeneze nini? Uelewa. Na ndio maana basically kwa sasa hivi unafikiri charity mm. Tanzania we are ready to formulate policies kwa ajili ya cryptocurrencies hmm. Bado sana, bado sana, bado sana, kwa sababu ukitoka eno, ukitoka tu hapa central areas yeah, ukienda tu nje kidogo, unaona mtu atanajua cryptocurrency exactly? And that's that's the issue, that's the issue. Na kitu kingine hmm. Ukienda kwenye industry ya crypto hmm, feedback zilizo nyingi hmm, ni negative ni hmm. negative. Watu wengi wamepigwa kuliko ambao hata wameona faida hiyo industry hmm. na wale waliotengeneza faida unakuta ni wale ambao labda wanaingia kwenye ponzi schemes, wamepata hela kwa sababu ya commission, lakini wale ambao ni regular investors kabisa ni wachache sana. mm -hmm. na hao regular investors, ndo watu ambao inatakiwa serikali ipate taarifa sahihi kutoka kwao. mm -hmm. ndo wajue wanatengeneza vipi sheria ambazo ziko effective. mm -hmm. kwa ajili ya kutengeneza udhibiti wa matumizi ya sarafu digitali. mm -hmm. na ndo maana hata ukikaa wakati mwingine unaanza kufikiria kama ingetokea BOT wangesema watoe taarifa yao mara moja. mm -hmm. Ingeleta changamoto kwa sababu saa hizi ukiangalia kuna muda unahisi hata uh, CMSA, uh, CMSA. Mm -hmm wanatakiwa wa play part kwenye ku regulate cryptocurrencies. Mm, kabisa yes. kama kama kama kama kwa mfano mm. Uh, i saw TRA hiyo kwenye sheria ya kodi mm. wanataka wao wanachukua kodi kwenye crypto kama kwa kunyia capital gains, si ndio? mm. kama mm. anatoa capital gain, maana yake tayari haiwezi kuwa currency mm. ni asset sasa, yeah. kama ni asset, maana yake tayari CMSA CMSA yeah. yeah. lazima yeah. waingilie kati ndio watengeneze regulations kwa kushirikiana na BOT kulinda monetary policy Unaona? Sasa I think kuna safari kubwa ya kujifunza hapa ili kuleta effective policies ambazo zitaweza kuwa na effective um control ya industry hii. Kwa sababu vinginevyo tunaweza kutengeneza sheria ambazo haziko valid kabisa. And we should be learning also from other countries ambazo tayari zimeshaanza ku make a big step. Yaani ukiangalia kwa wenzetu the way they, they are adapting yeah. Ina ina inaweza ikatupa mwanga na sisi tunaweza tukafanyia. Tuka tuka, yes, yes yes yes hawanaishu uh, the, the, the the, the, the yeah. Sani na sisi pia inabidi tu waanze kuangalia jinsi gani wanaweza waka adapt kwamba wajue changamoto zake ni hizi, yes. Mtu hata kama anatakiwa kufile Yani, these are the regulations yeah, then from there sasa watu kama TRA na BOT na ndo wanakuja sasa input ya definitely. Nadhani hicho ni kitu ambacho um, kinatakiwa kiweze kuangaliwa katika jicho la tatu. Na nadhani pia sisi kama wadau ambao tupo kwenye industry natakiwa tujitahidi sana kuwa na maadili ya hali ya juu kwenye kutoa elimu ili watu wapate elimu sahihi kuhusu industry, kwa sababu mm -hmm. Uh, tumeshashuhudia mara nyingi sana Mheshimiwa Rais akizungumza kwamba jamani, hebu jaribuni kuangalia hiki kitu kinakaaje, ili tuweze kulinda maslahi ya like nchi, ili tusiachwe na nini, lakini watu wanatumia zile clip wanazikata hizo hizo wanaenda kutumia kutapeli watu, wanamwambia umesikia Rais amesema cryptocurrencies ndio hii hmm. Hapa sasa, sasa unakuta mtu anamuonyesha kitu ambacho sicho, it's not a good crypto. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi mtu kuanza coin, hata wewe unaweza kuamka tengeneza tu siku hizi yani, it's very easy. Ehe, kwa sasa unakuta mtu anamwesha hii nunua hii coin, wengine wanauziwa coin kwa, kwa kwa mfano Shiba iko 0.00 something huko anauziwa kwa mamilioni ya pesa, anaambiwa hii itakuja kupanda utakuja kuuza kwa, kwa bei kubwa sana, yani hii ni zaidi ya Bitcoin. You see the problem, kwa sababu mtu hajui cryptocurrency ni nini. As we are speaking right now we have more than 6000 cryptocurrencies. Sasa mtu mtu yuko zake huko ruku na manyele huko wapi sio yuko Kigoma unamwambia cryptocurrencies yes, atasema rais amesema, na mwanachama ile kile anambia, acha kusema rais ndio hivi yeah. Hapo au anapewa kama siku kipindi unapewa ile kampuni naambiwa, sasa hii ndio kampuni ya cryptocurrencies yenyewe, wekeza hapo utapata hela yeah. So it's it's something ambacho kinahitaji sana monitor monitoring na monitoring, ambayo itasaidia kupata effective uh, policies ambazo zitasaidia kudhibiti matumizi sahihi ya sarafu dijitali ili kupunguza loopholes za watu kuibiwa na scam na fraud and all that, kwa sababu we know everything is having that challenge yeah, na pia na elimu, elimu ni muhimu sana elimu. Tunavyozidi kwenda mbele, tunajua kabisa the blockchain technology itakuwa adapted, na popote kukiwa na blockchain cryptocurrencies zipo yeah, definitely. Kwa hiyo inabidi sasa watu waanze kuelimika taratibu, kwamba wajue cryptocurrency sasa ni nini yeah. mm -hmm. yeah So, kitu ambacho kitakujadilisha overnight. So, yes. Asset kama nyingine na pia lazima wajue the, the, the downside of it kwenye volatility, yani cryptocurrencies ni high volatile asset. Okay. yani that you cannot deny Mm. Yes, yani kitu ambacho unatakiwa unapokuwa unaingia ujue kabisa naingia kwenye asset ambayo bei yake inabadilika ovyo ovyo. Okay. na ili uweze kupata matokeo mazuri lazima utumie strategy ambayo ina fit Mm, kuweza ku leverage hiyo risk ya volatility. Mm. Yes kwa sababu pia, so kitu cha ku invest kitu ambacho price fluctuation, kwa sababu sisi tunaposema price fluctuations mtu anaona, lakini kwenye crypto Yaani inatokea. Yeah, it can happen. Lakini the, the upside is kwamba if you can lose 50%, you can, it can gain 50%. 50%. Yes. Kwa hiyo in terms of regulations bado tuna safari ndefu, yeah, ya kuendelea kusoma na kujua. Mm. Sisi tunaweza tukaadapt vipi, yeah, kwa watu wetu? Yes. Tunaweza tukaata tukasema kwamba blockchain ianze kufundishwa mashuleni au tukabade sisi ndio tunafundisha. Yeah. Au labda mavioni au wapi. Yeah. Itasaidia pia kwanza tuwe na awareness ya what this thing is. Yeah. Alafu, from there sasa, tukatengeneza regulations ambazo not only uh, zinalinda policies na maslahi ya nchi, lakini pia hazinakuwa haziwakandamizi watumiaji yeah. Zina protect consumers kwa maana nyingine yeah. Yes. Yes. Yes. Exactly. Kwa hiyo na, naona safari bado, bado yeah. Yeah. exactly. Kwa hiyo uh, sisi kama Diena Academy uh, tutaendelea kuongeza nguvu kwenye mm. kutoa elimu ili hata mtu anayetaka kujaribu investment, kwa sababu so far sasa hivi mm. cryptocurrencies bado sio mfumo rasmi uh, kwenye nchi ya Tanzania mm -hmm. And I think kutokuwa mfumo rasmi haimaanishi kwamba ni illegal mm ni kitu ambacho hata mamlaka zinatambua kwamba kipo hmm. ila hawawezi kutengeneza sheria za kuregulate kwa sababu bado ni kitu ambacho kwanza ni infant. Kiko kwenye infant stage kwa adoption ya Tanzania, mm. bado sana. Ukiangalia kuna vitu vingi sana Tanzania ambavyo vimekuwa vikifanyika na sheria zake zikatengenezwa baadaye sana. Nitakupa mfano mm. mabanda umiza. Mm. Mabanda umiza yalikuwepo kwa miaka mm, lakini sheria yake ya udhibiti, namna ya kuyaendesha imekuja mwaka gani? 2022. Mm. Yes, kwa hiyo sometimes vitu innovations zinakuja, sheria zinakuja baadaye baada ya kuona kwamba okay, sasa impact ni kubwa. Ndio mm. unakuta kwa mfano mabanda umiza uh, wizara ya Uh, mambo ya utamaduni mm. ndo waka wakatengenezea sheria namna ya kuendesha mabanda umiza ya kuonesha zile filamu mm. na kitu kingine ambacho nadhani uh, ni cha msingi ni kwamba uh, kwa mfano governor alivyokuwa anatoa taarifa kwamba watu wawe makini wanapoenda kuengage na hizo vitu, it's true, kwa sababu wao hawana control ya kuguide ufanyaji mm. ila wewe, kama umeona kuna namna unaweza leverage uh, appetite ya ku risk it's mm. users. mm. ila tu sasa tutoe angalizo kwamba unapokuwa unafanya hizi biashara za cryptocurrencies mm -hmm. Si kwa sababu Tanzania serikali imesema kwamba haina control nazo mm -hmm. ukienda kuinvest si at your own risk. Kuna namna ambayo inatakiwa mtu uwe makini kwamba mm -hmm. do not take that as an advantage ya kwenda kufanya vitu ambavyo sio sawa, kwa sababu unaweza ukafanya cryptocurrency uh, fraud mm -hmm. alafu ukajikuta umejiassociate na kitu ambacho mm -hmm. kinakufunga kisheria mm -hmm. Sifika unaelewana vizuri hapo. Kwamba umetumia crypto sawa, lakini kuna mkataba ambao mimi nawe tulikuwa tumeingia umeviolate. Kwa hiyo ule mkataba hauwezi kuwa invalid kwa sababu eti cryptocurrencies hazijawa regulated. It is known kwamba cryptocurrency sio illegal. Mm. Si ndio? Ila hazijawa regulated, lakini mkataba ambao ulikuwepo uko clear umeviolate. Si ndio? Au umemdanganya mtu, umeongea uongo. Hiyo watatumia ile sehemu ambapo umeengage nayo itakuhukumu. Kwa nadhani watu tufike mahali tuende tu kuwa na maadili mazuri ili tuweze kutengeneza industry ya crypto hiyo katika engu ambayo iko nzuri zaidi. I think it's very important. Kila mmoja awe balozi wa kusambaza kitu ambacho ni sahihi kuliko kuangalia tu kwamba hapa nipige hela niondoke, kwa sababu at the end of the day uwezo wa kutengeneza pesa ambayo itakusaidia kuishi mpaka utakapokufa. Yeah. Will you still need people at some point? Kwa hiyo itabidi urudi. Kwa hiyo kieni vizuri, tukawaeleza watu kweli. Kama hujui pia take your time to learn, hmm, ili uweze kuwa na input nzuri kwa jamii, waone kabisa aha, kumbe industry ya kitu ina changamoto hizi na faida hizi, ili mtu anapoamua anakuwa aware anaenda kuingia kwenye kitu gani exactly. Yeah, kwa hiyo I think for today we can just say uh, we can call it a day yeah. Na watu tuendelee kusubscribe kwenye channel yetu kuhakikisha kwamba mnapata madini kama haya, na kumbuka, sisi Diena Academy huwa hatutoi vitu ambavyo hatuna uh, utafiti nani hmm tunakuwa tunaweka, anina, kwa kwa kwa mba, uh, tuna nini ambacho tunakiongea na tunaanza kudeliver kwa community ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza credibility ya hali ya juu ya kusaidia wewe consumer wetu kutoka Diena Academy uweze kuona kwamba hapa ni sehemu salama ambayo itakusaidia wewe kuwa na smooth adoption na engagement na ununuzi wa ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Anything to finish up my brother? Sina cha kuongeza, umemaliza kila kitu. Lengo letu kama Diena Academy. Yeah. kwa yeah. kwa yeah. kwa yeah. Tulianza kwa sababu tuliona there's a very big gap kwamba watu wanataka kuengage ulimwengu yeah, wa uwekezaji wa kidijitali yes, lakini barabara zote ambazo wanakuwa wanazipewa zinawapeleka kwenye mashimo yeah, yani Definitely. Kuna, kuna ule mfano wa, wa utani kwamba mtu alinvesti ali, ali milioni kumi kwenye matikiti akapata laki sita <laughs> <laughs> atakenda kusikia kuona matikiti nanikwaukiweka yeah, matikiti, yeah, matikiti kwenye mezake to matikiti yeah, hiyo kwenye menyu yanguta watu wameinvesti wengi yeah. Ata nikizungumza na watu wengi leka, yeah, waliamini kwamba tunainvesti kwenye crypto lakini kumbe alikuwa anapelekwa kwenye Yeah, kama Diena Academy tukaona ni muhimu tukaanza kuelimisha watu taratibu kwamba tunaposikia neno investment na ndio kitu, yeah. kitu ambacho tumekuwa waaminifu kudeliver. We deliver the truth. anayetaka kusikia asikie, asiyetaka alisikia, lakini yeah. yeah. yes. So, uh, unapoamka asubuhi Hakikisha umepata kikombe chako cha maarifa kutoka Diena Academy wewe, kwa ajili ya kusaidia wewe ambao unataka kuwa mjasiriamali kwa njia ya kidijitali kujua ni wapi unaanzia, wapi utasimama au wapi uweze kujizuia. Lengo letu kubwa ni kukupunguzia wewe kuto kupata riski ambazo hazina ulazima, lakini pia kukutengenezea mazingira ya kuweza kukapitalize engagement yako ili uone kuna faida ya namna gani. Thank you very much for listening, see you next time, don't forget.